Wanandoa Jux pamoja na Priscilla, bado na mambo mengi sana ya sisi kuweza kuzungumzia kama wadau na mashabiki wa muziki wa hapo. Wawili hawa kwa sasa wamechukua nafasi hasa vyombo vya habari kwa nchini Kenya ambako wamekaa kambi. Na hii ni kutokana na Priscilla siku mbili kabla kudhibitisha kuwa wana mpango, yani yeye pamoja na Jux, kununua jumba la kifahari na kuifanya kwa makazi yao. Sasa hizi ni video kupitia SPM Buzz ambazo wamethibitisha kuwa tayari wawili hawa Jux pamoja na Priscilla wamefanya matembezi yanihii two house tour, kukagua hili jumba la kifahari ambalo bado haijathibitishwa kama tayari amekwisha kulinunua. Lakini tu toka mwanzo, Priscilla anaonyesha kuvutiwa pakubwa sana na mandhari yake. Ukitazama bungalow hii, ni mansion ni kama orofa moja. Lakini sio hivyo tu, mazingira yake, namna ambavyo limeweza kujengwa next, kwa rangi na muonekano kwa ujumla, ni la kuvutia sana. Sio hivyo tu Ukitazama mandhari mengine kama swimming pool na mimea pameweza kufana sana, lakini pia hata muonekano wa ndani, namna ambavyo well decorated inaonyesha wazi ni jumba ambalo gharama yake ni kubwa sana hii. Hey, inakuja kama surprise kwa wawili hawa, watathibitisha kuwa tayari wamekwisha kulinunua na ama ulikuwa ni ukaguzi tu kuona kama wangeweza kufikia makubaliano ya kulinunua na kuamiliki kabisa lakini tu inaenda kwa historia nyingine kwa wawili hawa, Priscilla pamoja na Jux ambao mmoja anatokea Nigeria na mwingine Tanzania, lakini wanataka makazi yao yasiwe katika mataifa haya mawili, na sasa wanachagua Kenya kama moja eneo ambalo wataishi kwa uhuru na amani zaidi. Tazama hii konvo ya magari ambayo walizokuwa kuyatumia, range, kuna G-Wagon na magari mengine, na ni msururu wa wawili hawa pamoja na wapambe wengine. Lakini pia tazama video ya jumba husi kama mansion hii na ushushe komenti yako.